Runinga ya Othaya Karibu mtazamaji wa Runinga yetu ya Othaya ikiwemo ni tarehe ishirini na tatu mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja nimekita kambi katika kaunti ya Nyeri maeneo bunge ya Othaya ambapo ujenzi wa mojapo wa chochoro ushanoananga courtesy of Gichuki Mugambi wakishirikiana na kampuni ya Gragab na kama jinsi unavyoona ni kazi safi wanayoifanya Mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya Othaya, usibanduke wala usibabaike, ganda ulipo nitaweza kukuletea miradi ambayo Gichuki Mugambi ameweza kukamilisha na inayoendelea sasa hivi. Nikiripotia Runinga ya Othaya, jina langu ni Mushili Martin. Tupatane tena majaaliwa yake Mwenyezi Mungu.